Pia jambo lingine ambalo tumeliona ni ushirikiano sasa kati ya idara pamoja na idara ya tumizi afia, mwandisi, shauli, kwa maana ya idara ya afya pamoja na mhandisi wa halmashauri kuhakikisha kwamba wanakagua hatua zote za ujenzi ili eh, maelekezo yaliyotolewa kwenye michoro yaweze kuzingatiwa kwa, njimicho, kwa, njimichole, kwa njimichole sababu majengo kama haya ya upasuaji utaratibu wake kwa maana ya mtiririko wa huduma ni muhimu sana kwa ajili ya kuzuia maambukizi na kwa hiyo ni vema katika hatua zote watumiaji pamoja na wajinia waweze kushirikiana kwa karibu ili kuweza kufuata specification ambazo zimeandaliwa kwenye, kwenye michoro hii. Kwenye hatua hii ya kwanza ni muhimu nana kuangalia kuta ambazo zinatakiwa, a kuna sehemu kuna dirisha izingatiwe, lakini pia ikifikia hatua ya kufanya umaliziaji, pia kuna standard ambazo zinatakiwa kuanzia kwenye mbinu ya kunawia mikono lazima tuzingatie uh, kuweka koki ambazo zinakuwa recommended, lakini pia mabeseni kuzitajika hasa maeneo ya kutakasa mikono pamoja na hali ya kutakasa vifaa, kutoa vifaa maalum ambavyo amelekeza pia kwenye michoro. Kwa hiyo katika hatua zote hizi lazima kushirikiana, kuanzia kwenye kazi ya manunuzi, ili tusiweze kununua vifaa ambavyo vitaweza kutumika wakilisha katika TAMISEMI. Uh, nimepokea maelekezo yako, na tunashukuru sana serikali kwa fedha hizi kwa jengo. Yote tunayaona, tunashukuru kwa hilo. Tunajua bado tuna safari ya kwenda. Safari ya kwanza tunaenda nayo ni fedha za kwa hilo, fedha tulikuwa shilingi milioni mia mbili, lakini mpaka likamilike kwa mwezi wa BQ ni shilingi milioni mia mbili hamsini na tano Asante sana. Lakini next step ni majengo mengine mawili ya side ward hapo. Tunaamini kwamba tumepata fedha hizi za kumalizia hapo na majengo hayo mawili mengine, tutakuwa tumepiga hatua kubwa katika kukamilisha mpangilio wa majengo ya hapa hospitali. Sisi tunakuahidi kwamba tunaona kweli tumechelewa kutokana na mazingira yetu hapa lakini, kipindi hiki hapa ni cha cha jua Desemba hapa jengo letu kwa limesha weza kumalizika. Tutaendelea kufuata kupokea maelekezo yenu na maelekezo yote, na tutaendelea kujitahidi kutoa huduma aka